Wanawake wenzangu, niwatie moyo. Mheshimiwa Rais, tukija kwenye halmashauri, tukienda kwenye benki, ametenga mkopo ule wa asilimia kumi, ambao unarudi kwa wanawake, kundi la wanawake, vijana na wenye ulemavu. Tujitahidi tuende tukakope, ili tuweze kusimama kwenye maisha. Na halmashauri ya Msalala nasikia wana vikundi vingi sana ambavyo wakinamama wamewezeshwa kukopa, na wengi nasikia ambao wako hapa, ambao wamekuja hapa wamewezeshwa na halmashauri ile ya asilimia kumi. Kwa hiyo wakina mama jamani, ule mkopo tunapewa tunatakiwa tuurejeshe urejeshi, ili wengine wapewe. Tuachane na kausha damu, kausha damu inatukausha kweli, hata siku ya Jumapili ukiwa kanisani unaanza marejesho. Hapana, Mama Samia ameleta asilimia kumi, tuende tukakope mkopo wa asilimia kumi kupitia halmashauri maafisa maendeleo ya jamii wako kata zote, kwa ajili ya kutoa elimu na vikundi vinaundwa. Kwa hiyo ni wasii wananchi wa Bugalama, tuende tukachukue mkopo wa asilimia kumi. Na pia bahati nzuri sasa hivi kuna benki pia zinakopesha, tuende kwenye taasisi ambazo zina uchungu na wananchi, sio unaenda kwenye taasisi ambayo inakukausha damu. Nadhani mnaelewa maana ya kukausha damu. Wakina mama wenzangu, tunaelewana. Tunakimbia nyumba kwa ajili ya kukausha damu tunauza vitu ndani kwa ajili ya kausha damu. Kwa hiyo ni wasihi sana tuende kwenye taasisi ambazo zimesajiliwa na serikali zinazijua. Hii mikopo inaturudisha nyuma wakinamama, mtu anakopa laki moja kwenye laki moja naambiwa arudishe laki na elfu arobaini, laki na elfu hamsini, laki na elfu thelathini. Naona, kwa hiyo ile riba yake inakuwa kubwa ambapo sasa hivi wakinamama wengi ambao wameweza kupata hii mikopo ya Samia wanakuwa na unafuu wa maisha, kwa sababu ile hela haina riba. Unachukua, mtu anazungusha kwa mwaka kwa, kwa muda aliopanga anakamilisha na anarudisha bila kupoteza vitu vya ndani, na mkopo wake unaenda kwa muda mzuri pasipo gabda ya kwamba leo riba imefika fanya nini. Kwa hiyo mkopo wa Samia unatusaidia wakina mama, na umefika sehemu umetuinua, wamama wameunda vikundi. Mtu ulikuwa unalala juu ya kitanda, unafilisiwa, anabeba vitanda, wanabeba makochi, kila kitu ndani wanafilisi. Mimi nilikuwa naomba serikali ingefutwa mara moja. Tumeendelea kuwafikia kwenye maeneo yao, kwenye makazi yao, kwenye kwa ajili ya kuwapa elimu na kuwaelekeza na kuwahamasisha ya uwepo ya hii mikopo kwenye ngazi ya halmashauri. hawana sababu ya kwenda kwenye mikopo umiza kwa sababu serikali yao ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais mahiri kabisa Mama Samia Suluhu Hassan tumetenga fedha zaidi ya bilioni moja na milioni mia tatu kwa ajili ya kuwakopesha. Sasa hivi tumekopesha milioni mia, mia tatu kumi na saba, mia mbili hamsini na tano uh, kwa hiyo zaidi ya bilioni moja iko kule kwenye account kwa ajili ya kukopesha vikundi hivyo hivyo. Tunawakaribisha kwa ajili ya kuja kuchukua hizo fedha ambazo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameielekeza halmashauri ya Msalala kwa kuvikopesha vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu.